Wakazi wa vijiji vya Goda na Bulesa katika wadi ya Chari, kaunti ya Isiolo wana sababu ya kutabasamu kufuatia kukamilika kwa mradi wa maji ambao utakomesha dhiki ya uhaba wa maji ya miongo mingi na safari ndefu ya kwenda kuteka maji kwenye Mto Ewaso Nyiro. Mradi huo unaotekelezwa na serikali ya kaunti kwa ushirikiano na shirika la Kenya Rapid Plus chini ya Shirika la Misaada la Kanisa Katoliki utajumuisha kisima kinachotumia kawi ya miale ya jua, mabomba ya urefu wa kilomita nne na tangi la kuhifadhi maji la lita elfu hamsini. Wakazi wanasema mradi huo utainua viwango vya vi usafi, kuboresha upatikanaji chakula na kuwalinda wanawake kutokana na tisho la uvamizi wa wanyamapori wanapokwenda mtoni kuteka maji. Wakati tulishota maji kutoka Waso Nyiro, saa zingine tunakutana na ndofu huko saa zingine mnaua wanawake wengi huko, pamoja na watoto wake. Tumekosa watoto wengi kwa sababu ya kutafuta maji kwa Wasonyiro. Zingine maji yanapotea, tunachotanga tu maji kidogo kidogo, tunatafuta kwa hiyo laga. Hiyo maji ilikuwa mbaya, watoto wetu wali, walikuwa na wagonjwa ya tumbo, wamepata kipindupindu kutoka hapo. Amani we are sharing borehole Bulesa ambaye sisi kwa wiki tunapata siku moja, so ilikuwa na shida ya maji. Ali hakuna maji, shule hakuna maji, miti pia hawana maji, na tena hawana maji safi. Lakini leo hii baada ya hii miradi kuisha, e, tumeanza kupata maji ambaye ni maji safi, penye wanaelekea hii maji juu ni mingi, wataweza pia ku kuweza kuwekesha vitu kama kitchen garden, kulima kidogo kidogo mboga ambazo zina, zina manufaa katika eh, mili yao.